Niguse kidogo swala la utekaji. Swala la utekaji alikubariki, swala la utekaji, kwa sababu ni swala baya. Mwanadamu alipoumbwa na Mungu, anayeweza kuchukua uhai wake ni Mwenyezi Mungu, na sio mwanadamu mwingine. Na naomba niwaambie, hata wanaowateka watu, kama mngekuwa mnawafahamu nahisi wanaishi maisha magumu sana, sababu damu ya mtu haijawahi kumwacha mtu salama. Damu ya mtu haijawahi kumwacha mtu. Fikiria, mtu anapanga kwenda kumuua mwenzake, anapanga kwenda kumteka mwenzake, huyo mtu unafikiria akili yake ikoje? Tatizo nini? Tumefikishwa hapo ni kwa sababu tunao watu hawana Mwenyezi Mungu kichwani ndio maana katiba yetu imeanza na kumwamini Mwenyezi Mungu na uwepo wake ndio mstari wa kwanza wa katiba yetu. Tunaomba watu wote wenye huruma na watu waje ADC, wawe na huruma na watu. Kwa hiyo kama ADC tunalaani sana utekaji. Ni kitu hakikubaliki, ni kitu cha fedheha sana. Inawezekana ndio maana Mwenyezi Mungu na wakati hatupi mvua, inawezekana sababu tumekuwa tunauana sisi kwa sisi, tunatekana teka watoto teka watu maarufu, teka wanasiasa. Sasa kama kama unateka kichwa jini asi kama hiki kikifa, utapata wapi maoni ya kusaidia ili nchi iende? Mnapopata vichwa vizuri kama hivi, vichukueni viwasaidie, tutaisaidia nchi yetu. Kwa hiyo sisi utekaji, kwa sababu tujua anaeteka nani, wanawapeleka wapi, tunaomba kusema Utekaji ni jambo la ovyo, ni jambo baya, ni jambo linafedhehesha nchi yetu. Lakini juzi nimemsikia Mheshimiwa Rais amekemea utekaji pale bungeni, naungana naye kwamba utekaji haukubaliki. Sisi kazi yetu ni kuhakikisha nchi yetu inakuwa amani, haiwezi kuondoshwa na watu wachache. Sisi ndio tunalia na amani, amani, amani, amani.